Inatusaidia kama unavyofahamu, <laughs> mazoezi <matatizo laughs> naf hmm. eh, kwa hiyo inatusaidia kulinda afya zetu dhidi hmm. ya maradhi nyemelezi ambayo wakati mwingine hayana ulazima. Sasa sa. eh, kuna kuna wenzetu pia wana matatizo kama pressure nini kwa, hmm. kwa, hmm. kwa hiyo kwa ngala kimbia kimbia anakuwa na imili matatizo kama haya ya mazoezi ila huwa tunacheza mara tatu kwa wiki. Hiyo sisi mechi zetu tunaita mechi za mazoezi. Sasa tunacheza Jumanne, Ijumaa hmm. na Jumapili hmm. kwa hiyo tunaweza tukasema tunafanya mazoezi kupitia mechi, ndio maana hmm. tunaona fitness yetu sasa hivi tofauti sasa hivi tofauti na ilivyotuona. Hakuna tatizo. System yetu tumecheza vizuri uh -huh. Kadri tuwezavyo. Unajua, si mara nyingi tupo na makamera tupo na kalamu tupo na mic tunafanya kazi mm. lakini leo tumekuja tumecheza mchezo mzuri mm. wenzetu leo wamechomeka visho, wamechukua wachezaji ambao ni vijana wadogo ambao wako mwaka wa pili, mwaka wa tatu, wakisoma hapa ambao maisha yao wote ni mpira tu, wamekuwa wakicheza vilabu vikubwa mjini, tunakutana nao, kwa hiyo ndio imetuzidi, hakuna kingine ambacho. Lakini ukiangalia pia mchezoni, ni magoli ambayo kmagolimbao amefunga alikuwa ni wamepata nafasi, amekaa kwenye sehemu ambayo sio kwake, wa misko. Lakini ukiangalia mchezo ambao tumecheza uwanjani tumecheza vizuri. mchezo kama huu, huu wapati funza kwamba mna, mnapaswa ah, kutengenezea utaratibu wa kufanya mazoezi. Wenzao wamesema kila mara tatu wiki si kwa wiki wanafanya. Siwezi nikasema moja kwa moja kwamba sisi tutafanya mazoezi ya pamoja kwa sababu unajua sisi ni waandishi wa habari, mara nyingi watu wa kwenye uchambuzi wapo kwenye nini, lakini wao tunaambiana kwamba tunapokuwa nyumbani wao tufanye mazoezi na tutunze yale mazoezi. Unaona, kwa mfano sisi hapa hapa tumepigiana simu, Raymond njoo, Moses njoo, tumekuja si waandishi wa habari wote tumpi kwenye kazi zetu kwenye m tumekuja hapa tumecheza michezo. Kwa hiyo tutajifunza waraute, tunafanya mazoezi ya moja moja, tunakumbushana tucheze a mazoezi, tunapokuja kwenye game hivi tuweze kufanya vizuri sana.